Usinie makuu kupita uwezavyo kunia. Ujumbe huu utatoka katika kitabu kile cha Warumi sura kumi na mbili na ule mstari wa tatu. Biblia inasema, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi, kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Nitarudia tena mstari wa tatu: kwa maana kwa neema niliyopewa nawaambia kila mtu aliyoko kwenu asinie makuu kupita ilivyompasa kunia, bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha neema. Nini maana ya kunia makuu kulingana na ile andiko wale wote? Ni muhimu kufahamu kwamba ujumbe huu umelenga katika kanisa, maana yake ya ni mafundisho maalum kwa ajili ya kulijenga kanisa la Mungu ambalo ndio mwili wa Kristo. Kwa hivyo ujumbe huu ulilengwa au ulikusudiwa kufika kwa kanisa lilioko Rumi na vilevile vile pia katika kanisa tuliopo sisi, maana makanisa yetu. Hivyo basi, alipokuwa anazungumzia kuhusiana na kunia makuu, sana sana alizungumzia katika eneo la kanisa. Neno la Mungu linasema kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo kila mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani; ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; wenye kufundisha katika kufundisha kwake; wenye kuonya katika kuonya kwake; wenye kukirimu kwa moyo mweupe mwenye kusimamia kwa bidii mwenye kurehemu kwa furaha. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lilo ovu, mkiambatana na lililo jema. Kwa hiyo tunaposoma maandiko haya tunaona kwamba mtume Paulo alikuwa analenga kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu kuzungumza na watu wa makanisani. Maanake katika kanisa kama kanisa, mwili wa Kristo lina viungo mbalimbali, maanake lina karama mbalimbali, kwa sababu kanisa la Mungu linaongozwa na karama za Roho, aliongozwi na fahamu au fikra za wanadamu au theolojia za wanadamu zinao linaongozwa na karama za Roho ambazo zinajulikana kama karama za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo basi alikuwa anazungumzia kuhusiana na, na watumishi walioko katika kanisa, viungo vilivyoko kanisa, kwamba kila kiungo kisinie makuu, kila kiungo kisinie makuu. Ikiwa na maana kwamba katika kanisa kuna karama mbalimbali. Mbali. Kila mmoja amepewa karama kwa kadiri ya neema ambayo Mungu amemgawia yeye. Kama ni nabii umepewa karama kinabii basi hudumu katika karama kinabii, Usianze kunia makuu na kusema wewe sio tu una nabii, sio tu una unabii, lakini pia unaweza kuwa na utume, lakini pia unaweza kuwa na uchungaji, lakini unaweza kuwa pia na ualimu na kadhalika na kadhalika. Inapofikia hatua kwamba kiungo kimoja kinatamani au kinachukua karama nyingine zote, maanake huyu mtu mwenye hichi karama, maanake anania makuu kulingana na ile andiko. Kama umepewa karama kichungaji, basi simama katika uchungaji usiipachike tena na vyo vingine na karama nyingine na nyingine. Unapojijalizishia karama nyingine nyingi, maanake una nia makuu katika roho yako. Kama ni, kama ni mchungaji, kama ni mwalimu, kama ni askofu, kama ni mtume, kama ni, ni, ni, ni mtu mwingine mwenye karama nyingine tofauti tofauti, simama katika karama yako moja. Umekuwa karama kuonya, huenda Roho Mtakatifu anakusudi kwa nini akupe karama. Huwezi kuwa na karama nyingi uwe mtu mmoja, na kwa sababu sasa hivi tunaishi katika siku za mwisho watumishi wengi wa Mungu tunapenda kuwa na title nyingi, maana tu tuna vyeo vingi, tunaitwa majina mengi. Utaona mtu mmoja lakini yeye ni mtume, yeye ni nabii, yeye ni mwalimu, yeye ni mchungaji, yeye ana karama za miujiza, yeye ana karama za kinabii, yeye ana karama nyingine zote za kukirimu na kadhalika. Roho Mtakatifu akukusudia hilo katika kanisa. Alisema kila mtu awe na nia kiasi, asinie makuu. Haiwezekani mkono ukafanya kazi ya miguu, haiwezekani jicho likafanya kazi ya mkono, haiwezekani vidole vikafanya kazi ya sikio, haiwezekani. Kila kimoja kina nafasi yake katika mwili wa Kristo, lakini jicho linapolazimisha linuse, jicho linapolazimisha litembee, jicho linapolazimisha lifanye kitu fulani, litakuwa lina nia makuu licho bila ichukua na maanisha hapa, maana kwa karama uliopewa simama katika hiyo hiyo, na hatuendi kule mbinguni kulipo kwa wingi wa karama au huduma ambazo tunazifanya, bali tunaenda kupewa thawabu na baraka za Mungu hapa duniani kwa kadiri ya neema jinsi tulivyotumia. Maana hata kama una neema karama yako inaonekana ni, ni dhaifu au ni ndogo katika mwili wa Kristo, hii inaonekana hivyo kwa wanadamu, lakini kwa Mungu ni kubwa na inahitajika sana, kwa sababu ndivyo neno la Mungu linavyotuambia kwamba vile viungo vinavyodhaniwa kwamba havina thamani, havitajiki, ndivyo vinavyohitajika sana. Kwa hivyo kila mmoja akisimama katika nafasi yake pasipo kunia makuu, maana tunafanya mapenzi ya Mungu, lakini tunapotoka na kutamani vitu vingine vya ziada, kujiwekea majina mengi, kujiwekea ukubwa kutafuta umaarufu, tunakuwa tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, maanake tunania makuu, ndio Biblia ilichokataza mahali hapo. Kwa hiyo mjiangalie, mtu wa Mungu, katika kanisa una nafasi gani? Huenda wewe nafasi yako ni kufundisha, simama katika nafasi, usitamani nafasi ya mtu mwingine. Huenda wewe nafasi yako ni kukirimu, unakirimu pale kanisani, au unakirimu watu wa Mungu, hebu simama katika nafasi yako, bado Bwana atakubariki, bado Bwana atakunemesha. Wewe ndio nafasi yako sio kukirimu. Wewe pengine umepewa karama au huduma ya matendo ya kuichiza wengine. Pengine umepewa karama ya ndoto. Pengine umepewa karama, simama katika nafasi ambayo Mungu amekupa. Wako kweli ambao wanapewa karama zaidi ya moja, hatukatai ipo. Lakini ni mara chache sana mtu anaweza kuwa na huduma na karama zaidi ya moja au mbili au tatu. Mara nyingi sana mtu anapewa karama moja. Hiyo ndio jinsi Mungu alivyokusudia, ndivyo neno la Mungu linasema. Haiwezekani wote tukawa tuna karama pia moja, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hali kadhalika haiwezekani mtu akafanya vitu vyote Hicho ni kitu ambacho hakiwezekana. Tukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 na mstari wa 5. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa nyenyekevu neema. Ukiwa unataka vitu vyote na kukuletea kiburi, na asilimia kubwa watu ambao wanapenda kuwa na karama zote za roho, maana kila lazima kuna kiburi kitaota ndani yao. Kile kiburi Mungu amesema Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini anawapa nyenyekevu neema. Kwa maana yake tukibaki katika nafasi ambazo tumeitiwa, tutaiona neema ya Mungu na baraka za Mungu, lakini nimalize kusoma kitabu kile cha Efeso sura 4 na ule mstari wa kumi na moja. Kitabu cha Efeso sura 4 na ule mstari wa kumi na moja: naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hapa anasema naye alitoa wengine, zingatia neno wengine, so wote maanake wengine aliwatoa kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine waalimu. Kuna wenye karama za kuponya, kuna wenye karama za miujiza, kuna wenye karama za imani, kuna wenye karama za hekima, kuna wenye karama mbalimbali kwa kadiri au kwa jinsi Roho alivyotaka yeye. Hivyo hatupaswi kunia makuu zaidi ya vile tulivyopewa. Fuatilia, chunguza, mwombe Mungu akufunulie huduma iliyoko ndani yako na karama iliyoko ndani yako. Hiyo hiyo moja utakaofunuliwa, hiyo hiyo moja unayotembea nayo kwa uaminifu, inatosha. Usianze kunia na makuu na makuu na kunia na makuu, maana nia yako inazidi kiwango naifu, na hivyo inakupunguzia neema ya Mungu na hivyo unaweza ukawa unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu akubariki, uwe na wakati mzuri na maneno haya yakusaidia katika maisha yako. Shalom. Shalom.